katika eh, mambo yanayofungamana na jeneza, mambo ambayo ni lazima kumfanyia maiti, sio jana jana sio, tukaanza mambo ambayo ni lazima kwa maiti tukayataja, kisha tukazungumzia kumuosha ule maiti sio, na leo inshallah tutaingia katika uh, eh, sanda, namna ya kuvisha sanda, takfini inaitwa takfinul maiti. Nasoma bismillah, bismillahirrahmanirrahim fasrun fi takfini

Yani sisi mtu amekufa kitu ile sanda chache kabisa ambayo tunafaa kum, kumvika. Uchache wa kafani, uchache wa sanda, yani ile sanda ndogo zaidi ambayo tunafaa kum, kumvisha. Sisi asema thaubun ya ummuhu, ni nguo inayofanya nini? Inayomwenea, inayomfinika, nguo inayomfinika. Alhamdulillah, sawa <laughs> Twatumia nguo ambayo ilikuwa ni halali yeye kuivaa tangu uhai wake, yaani ile nguo ambayo tutamfunikia iwe pia alipokuwa hai ni halali, yaani maana tunachomaanisha kwa hii ni kuwa, kama ni mwanamume, haifai umfinike na nguo ya hariri. Unajua nguo ya hariri sio, si ghali, kuna nguo aina fulani ya hariri, ile hariri ni nguo material fulani. Okay. Mm. Hariri itwa hariri, textile hivi huvai kumvisha ile, mm. ile. sawa ama kitambara kama kile, hatuwezi kumfunikia maiti mwanamume, lakini mwanamke anaweza kufunikia, maanake alipokuwa hai alikuwa na haki ama alikuwa na, inafaa fanya nini havai kama hiyo. Sawa? Hiyo ndo uchache. Hapa hatuzungumzii bora, itakuja bora. Uchache hata kama rangi yoyote. Eh, haya sasa. Fahamu? Hata kama yule maiti alikuwa hana pesa zake, ni maskini hohe hae. Pesa hii tolewe na Uislamu. Pesa hii tolewe na nani? Uislamu. Lazima sisi tumtolee pesa ambayo itamvisha nguo ya kumfinika. Tutaji mlimzi. Sawa? Haya. Kisha akwambia wa akmaluhu, na ukamilifu wake thalathu lafa wa akmaluhu lirajuli li li, na ukamilifu wa ile sanda, yani ile sanda kamili kwa mwanamume. Lirajuli kwa mwanamume nini? Thalathu lafaif la, ni matambara matatu, ni matambara matatu. Yani takuja mfano huyo itwaje, eh, eh, eh, maiti tuseme ni kalamu. Mfano huyu ndo maiti, sawa? Twataka matambara matatu: tambara la kwanza, tambara la pili mfano tambara la hmm, la kwanza tambara la pili mm, na hili tambara la tatu. Mfano angalia aina neno wacha hizi tatu sawa, hizi mm, kaka tatu sasa, okay, mweke hivi hili tambara la kwanza umfinike kwa huku, kisha hili la pili umfinike kwa kule, kisha la tatu umfinike kwa huku, ufunge. Sawa, tuko pamoja mm. ni mvulana mvulana yake ni rahisi, mvulana yake ni rahisi, yaani mwanamume yake ni rahisi, ndio hapa kwambia wa akmaluhu lirajuli na ukamilifu wa sanda kwa mwanamume thalathu lafaif, ni vitambara vitatu. Sawa ya vitambara tu mmoja wa lilmarati, na kwa mwanamke, kwa mwanamke nikasema kamisun. Kamisun ni kamisi. Kamisi huwa yavaliwa wapi? Kamisi huwa ni kamisi kama kanzu. Kamisi ni kama kanzu. Ndio kwaambia mwanamke kidogo ina mambo. Kamisi ni nguo kama hivi kanzu, ama tuseme yaani kwa wanawake tutasema dera. Sawa? Yaani kwa hivyo shape ya dera ina mikono nini avishwe ile ende mpaka chini. Sawa? Kamisun. Nikwambia wa <coughs> khimarun. Wa khimarun. Khimari nini? Kitambara cha. Yaani mtandio kwa lugha yetu haya. Mtandio. Kwa hivyo kwanza avishwe kama kamisi. Kisha avishwe nini? Mtandio. Wa izarun izar ni rinda, mm. Izar ndo hiki kikoi, yani rinda, mm. Izara asli yake ni, ni, ni, kikoi, lakini kwa mwanamke kitu kikoi si aitwa rinda sio? Yeah, rinda yani kutoka kitu ambacho kinafinika kutoka kwenye mm. kitovu kwenda chini mpaka chini ya magoti. Kwa hivyo kirinda ndio. Kwa hivyo ushamfinika kwanza na kanzu kisha na kirinda. <coughs> Sawa. Kisha naitwaje? kitambara cha kichwani. Kisha mwisho vitambara vile au matambara makubwa mawili kama yale matambara ya mu ya mwanamume nakwambia. mm. hapa kamisun ni kanzu, wa khimarun na mtandio <coughs> wa izarun na kirinda, walifafatani na nini, na matambara mawili mm. sawa, wa izarun, wa izarun, izaru ndio hiyo, e, kirinda na kirinda kinaikuwa chini ya kanzu tabani. mm. kirinda kinakuwa chini ya kanzu sio? mm. sawa well. Walifafatani <tansi> na vitambara viwili ama matambara mawili sawa, tuko pamoja. <tansi> Na ikiwa mtu ni muhrim, yani alikuwa amekufa na yuko hija kule, mtu alikuwa ametia nia ya hija kule, basi haifai kumstiri kama ni mwanamume ufai. Kama ni mwanamke ufai kumstiri uso wake kama ni mwanamke, kama ni mwanamke ufai kumstiri uso wake, na kama ni mwanamume ufai kumstiri kichwa mtu aliokufa katika ibada ya hija mm, kama ni mwanamume hufai kumstiri kichwa, maanake itakuja katika vitabu vingine inshallah tukizungumzia hija ni mm, mwanamke ama mm, mwanamume, mwanamume, mwanamume eh, hufai kumstiri kichwa. Mwanamke mm, hufai kumstiri uso. Sawa mm, tuko pamoja mpaka hapo mm. hai wa izarun wa lifafatani. Bora kabisa katika kafani iwe vipi? Hizi sanda bora iwe vipi? Sisi tumezungumzia mambo ya lazima, ona hizi hivyo ambavyo tumezungumzia tumetaja mambo mm -mm, ya rangi yaweza kuwa rangi yoyote yoyote. Lakini bora ni ile sanda iwe nyeupe sanda kwanza iwe nyeupe sawa, hiyo ni bora. Kisha iwe ile material yake ni sufi material material ya sufi, yani cotton material ya cotton, sawa. Kisha bora zaidi iwe mpya, bora zaidi iwe mpya. Wengine wanaona la bora iwe ni iliyotumika lakini ikao ikaoshwa. La, bora ni iwe ni mpya, nunuliwe mpya. mm. Tumeelewa sasa, tumeelewa mm. kwa pamoja nikugusia mm. tu kwa sasa huwa. <laughs> Kuna masala wanataja. <laughs> Eh, lakini mara wamesema kidogo, tufafanue zaidi. Sasa kuna masala wanataja yule mtu maskini amekufa, ama wanasema kuna haki za maiti katika mambo ya ku, ya kumzika ku, ku yule maiti. Kuna haki ya maiti kuna haki ya watu, kuna haki ya Mwenyezi Mungu kwanza afro. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu, haki ya maiti, kuna haki ya wenye deni, watu wanaomdai yule mai? mm. maiti na kuna haki ya wale warithi. kuna haki ngapi mm. nne: haki ya maiti, haki ya Mwenyezi Mungu, haki ya wanaomdai yule, na ya mwisho ni haki ya wari? Wari. kwanza si ya Mwenyezi Mungu. Haki ya maiti kisha Mwenyezi Mungu. Mm. Haki ya maiti kisha. Nini maana hiye? Tukisema haki ya maiti, yaani tukisema haki ya maiti ni kuwa yeye ni kitu ambacho lazima tumfanyie na haiwezi kabisa kuporomoka. ya haki ya maiti, kuna haki ya Mwenyezi Mungu. Maulama watuambia, haki ya Mwenyezi Mungu ni baina ya kitovu na magoti Haki ya maiti ni mwili mzima. Haki ya mwenyezi Mungu ni baina ya kitovu na magoti, haki ya hiyo ni kwa mwanamume. Kwa mwanamke ni mwili mzima, isipokuwa uso na mikono. Haki ya mwenyezi Mungu ni baina ya kitovu na nini na magoti, yaani ni ile aura. Ni nini ile aura? Kisha haki ya maiti ni mwili mzima. Yani nini maana ya mazungumzo haya? Tukisema hii ni haki ya mwenyezi Mungu haiwezi kuporomoka kwa namna yoyote. Yaani, hata yule maiti akisema, abwana mimi afadhali munizike bila sa bila sanda, hakuna maanake, hii ni haki ya nani? Haki ya mwenyezi Mungu da, lakini mfano yule maiti asema, angalia mi musinizike bila sanda, fungeni tu ile haki ya mwenyezi Mungu kutoka kwenye kitovu mpaka magoti, musinifinike kifua wala musinifinike miguu, twamwambia sawa. Akifa tutasikiza ule wasua wake, kwa sababu ni haki ya nani? Ni haki yake ya mwenyewe, sawa. Ushaona hii? Sasa mwili mzima hii hauwezi kumpokonya maiti, hata kama yeye ni maskini hoheha. Hata kama sasa, mfano hapa, mi nakufa, mi nakufa, uh, asli ni uh, tuseme amiri hapa, ama yonidai amiri, tuseme yonidai, mi nikifa, huyu atakuja anataka nini? alipwe mm -hmm, pesa ile iliyobaki akilipwa, huyu labda mimi sitaweza kununuliwa nini sanda. Tunamwambia hatumsikizi huyu. Ah, lakini bwana, deni langu siku nini, mwambia kwanza mpaka tumnunulie sanda ambayo itamfunika mwili mzima. Yule anaweza kusema, ah, lakini haki ya Mwenyezi Mungu ni kutoka kwenye kitovu mpaka, tunakwambia lakini haki ya huyu maiti pia, kama hajaiporomosha haki yake, haki yake ni mwili mzima mm -hmm. kama hajasema, kama hajasema kumaanisha hakuna namna tunaweza kumpokonya. Tumwambie bwana, afadhali tulipe deni na huyu tusimfinike kifua, labda hakuna. Ile ni haki ya nani? Ya maiti. Lakini kilichozidi si tumesema matambara ni matatu, ile ilozidi matambara mawili, yani matambara la pili na tambara la tatu lata ile, sasa si haki ya maiti tu, ile ni haki ya wenye deni. Sasa mfano, wamepata kitambara kimoja, wamepata pesa ambazo zinatosha vitambara vitatu, lakini mtu akaja kusema, bwana, mimi namdai huyu nipeni pesa yangu Ah bwana wajua kafani ni sunna USB matambara matatu. Nakwambia ni sunna ikiwa wenye deni wameridhi wameridhia. Lau wenye deni atasema ah bwana mfinikeni tu na tambara moja. Nakwambia sawa maanake ni haki yao. Ndio hiyo haki ya tatu. Haki ya wenye deni. Haki ya nani? Ya wenye deni. Sawa? Kisha ya mwisho sasa ni haki ya warithi. Haki ya warithi ni kitu chochote kilichozidi zaidi ya matambara matatu. Mwanamke sisi tumesema hali yake ni vipi? Sijui kuna kamisi, kuna kanzu, sijui kuna kirinda, kuna taje ile mtandio, kisha kuna na matambara mawili, sio akwambia la Mataba... ikiwa yule anawarithi, ikiwa ana nini anawarithi, yule mwanamke anapewa tu matambara matatu, matambara matatu mpaka wale warithi, waridhie. mpaka wale warithi warithi wakiridhia twampa matambara matatu. Yaani, warithi hawana haki kuingilia katika haya matambara. Hawawezi kuingilia, si haki yao. Haki yao ni kitu chochote kilicho zidi kale sheria ilivochunga. Sio aje maskini, mtu anadai, anakuja ananidai mimi, sema ah bwana bwana, lazima huyu tumfinike sanda ya sunna, matambara matatu eh jamaa. Yale matambara mawili aslan si haki yake tena, huyu maadamu mm -hmm. ana deni ni haki ya nani? mm -hmm. ni haki ya wenye deni. mm -hmm. Na vile vile hawezi kuja mrithi wangu, mtoto wangu anataka kuja kunirithi eh? anataka kuja kunirithi hali ya kuwa ile pesa labda yatosha tu etaje sanda tatu ama matambara matatu. Sasa bwana, huu baba wako, acha tumtaje, tum, tumfinike sanda tatu. Mtoto aje aseme ah bwana, hizo mbili ziuzeni, moja yatosha. Hafai ana haki ya kuingilia pale. Tumeelewana maelezo mm -hmm. mpaka hapa ah eh? Basi ndio mambo ya eh, kafani namna ya kum ya kumvisha sanda nani yule maiti. Kisha umezo umesoma fasli, inayokuja ni kumswalia maiti, namna ya kumswalia maiti. Namna ya kumswalia maiti ni rahisi, namna ya kumswalia maiti ni rahisi. Ya kwanza kwambia, faslun nguzo eh, faslun arkanu salati aljanazati sab'atun, sio nguzo za kumswalia, ya kuswalia jeneza, ni kumswalia maiti ni ngapi? Ni saba. Alawalu, ya kwanza, nguzo ya kwanza, aniyatu, nikutia nia ni kutia nia hmm. Na lazima mtu atie nia ya ufaradhi eh, yeah, maana kwa swala ya jeneza ni faradhi. Na ukumbuka tukizungumzia kule nia katika swala tulisema, ukiwa unataka kuswali watia nia vitu wakusudia vitu vitatu, hata nafikiri kwenye risala tulitaja hivi eh yeah? wakusudia vitu vitatu, unakusudia ile swala kwanza, unakusudia wewe kuswali, kisha ile swala unaichagua, unaihusisha, unasema kama ni ya dhuhuri, kisha unasema ni faradhi

ima umtaje, hata kwa kukusudia yule pale, hata kwa kuashiria yule pale ama hawa maiti, ama waweza kusema mimi naswali kwa maiti yoyote ambaye inasuhi wa Kiislamu ni mswalie, ruhusa yaani useme uswali eh, fardhu aljanazati, mimi naswali faradhi ya jeneza kwa muislamu yoyote ambaye inasuhi mimi ni mswalie, naweza kuswali hata watu milioni kwa mara moja kuweza kuwataja majina ama kule madrasa pale eh, eh, tu... eh. bora tu bora tu, utakuja kusoma kwenye vitabu vingine. Bora tu alipokufa yeye, wewe ulikuwa na haki ya kumswalia yani, hukuwa mtoto mdogo, labda hukuwa, labda hujazaliwa. Yani mtu alikufa miaka <coughs> 20 ama tuseme mimi, mtu alikufa miaka 35, hatujazaliwa, mimi sijazaliwa, basi sina haki ya kumswalia mtu kama huyo. mm. Eh, lakini mtu angekufa labda miaka 10 iliyopita labda mimi sikumpata, ama ama mweza kumswalia hata sasa, swala ya ghaib hapa Allah, mnamswalia bana Sheikh fulani alikufa, miskuwa alikuwa, labda sijajiunga na mambo ya dini na nini, basi ilikuwa simjui, basi wacha nimswalie, ah haina marahaba, sawa, tamam. si lazima hata yule maiti umchaje jina wewe, waweza kumuelekeza kidole tu kama iko pale. Anasema Sheikh athani ya pili, arba'a takbirat ya pili ni takbiri ngapi? alikuwa anawaambia kule madrasa, Abdullah atakwendea kule madrasa kila Alhamisi usiku kila Alhamisi usiku ha? Baada ya swala ya Isha anasimama mtu anataja majina ya watu waliokufa. Wewe kama una mtu wako amekufa, unaandika jina, wampa wapeana karatasi, yeye anaandika, yeye anataja majina ya dun, ya ya lu, yani duniani. Kila mtu maskini aliona mtu wake pale anapeana majina, yanaweza kutaja majina 20 labda 30, anataja fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani ha, kisha mwisho anakwambia "twawaswalia hawa na twawaswalia kila muislamu ambaye inasihi kumswalia." Kisha watu wanaamka, tunamswalia yule maiti ama wale maiti. Kidogo mtu yeyote muislamu anasikia ana, ana, ana, ana, ana raha, haa Sheikh, ila ngumu, amemswalia yule maiti wangu, hata kama maiti wangu uko Kenya. Kidogo yani tumeitwaje, tumezoeleshwa alhamdulillah. Haya, athani ya pili arbau takbirat, ni takbiri ngapi? Takbiri nne mm. Swala so, yake inaweza tuijua si sio kama swala so, nyingine. Ndio maana kasema nguzo zake mara moja eh ni takbirati nne, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allah mara nne. Ile ya kwanza ndio ya kufungua swala so, ndio takbiratul ihram sawa, mm. Kwa hivyo utaanza Allahu akbar, ile ya kwanza ya kuingia inahesabiwa ni ya kwanza, kisha Allahu akbar ya pili, kisha Allahu akbar ya tatu, kisha Allahu akbar ya nne, kisha ndio watu wa salamu, salamu itakuja tatatu na ukiongeza haina shida, au ukaongeza takbira ya tano ya sita haina shida, haivunji swala. Haivunji haivunji nini? Haivunji swala, sawa. Isipokuwa ana masala <laughs> isipokuwa wewe mwenyewe udhanie uwe kwenye akili yako, wadhani kuwa mtu akileta takbira ya tano swala imebatulika e, basi ukiongeza sasa swala imebatulika. <laughs> Eh? Asili ni kuwa tano ibatulishi, sita ibatulishi, saba ibatulishi. Lakini wewe ukija ukiongeza na wewe waidhani, waitakidi kuwa eh? una itikadi ya kuwa ukiongeza takbira sala imebatulika. Basi usiongeze. Ukiongeza sala imebatulika. Kwa hivyo inaweza kuwa wewe na mimi tumeswali pamoja. Sote tumeongeza takbiri. Sawa? Lakini wewe huitakidi kuwa takbira ya tano inaharibika. Inabatilisha swala. Mimi naitakidi hivyo. Tukaongeza na kwambia tuka sala yangu imebatulika, yako haijabatilika. Arba takbirati. Kisha athalithu nguzo ya tatu alqiyamu ala lqadiri al, eh, swala ya jeneza ni kusimama kwa mwenye kuweza. Ni lazima swala ya jeneza swali kwa kusimama, hakuna ti bana, si fardhu, far kifaya tu hii, kama sunna vile, manake aweza kuacha watu wengine akifanya. Lazima usimame, lazima usimame. Sawa arabi. Na kama huwezi taketi, kama vile kwenye swala. Kumbuka tulisema utasimama uh, kama huwezi, eh, utainama kidogo. Kama huwezi, utaketi. Kama huwezi, utalala kiupande kama eh, huwezi, kiubavu. Kama huwezi, utalala kichali, kwa mgongo. Kama huwezi, kama huwezi mpaka mwisho, haina neno, kama vile kwenye swali. Arabiu, nguzo ya nne, qira'atul Fatiha ni kusoma suratul Fatiha, ni kusoma suratul Fatiha, sawa, na ni bora na ni bora angalia, hii kusoma suratul fatiha si lazima kawaida. Fatiha yasomwa wakati gani kusoma jeneza ha? Eh, mwanzo baada ya takbira ya kwa, si lazima. Ni sunna iwe pale, ni bora usome fatiha pale, ni bora usome fatiha baada ya takbira ya kwanza, lakini hata ukisoma baadaye ya nani, baada ya takbira ya pili, baada ya takbira ya tatu nani <laughs> lakini ni bora usome pale, sawa. So, hii ni tu, yani ili usi baadaye ukasahau ukasema, ah, sasa vile nina saa kusoma fatiha na nishafika takbira ya tatu, je hii ndo isabiwa ni takbira ya kwanza? Utakwambia ah, usiwe na wasiwasi bwana, usiwe na wasiwasi bwana. Takbira, yani fatiha waweza kusoma baada ya takbira hiyo mm -hmm. yote sawa. Arabu, qira'atul-fatiha ni kusoma fatiha. Na ikiwa mtu hawezi kusoma fatiha basi tafsiri ni kama vile kwenye nini, kwenye swala ya kawaida mm -hmm. nasema kama hizi fatiha asome aya zote nyingine saba. Kama hawezi kusoma hizo aya basi alete dhikri ya madua saba.

kama sallaita ala sayidina Ibrahima wa ala ali sayidina Ibrahima fil alamin innaka hamidun majid. Ndo bora sawa, hivi ndio, ndo bora. Na ni sunna katika hii takbira ya pili, kwanza kabla ya kumswalia Mtume umhimidi mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah, kisha ndo uanze kumswalia Mtume. Kisha mwisho, ukimaliza baada ya kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni sunna uombee dua wa muumini, sema allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ni sunna sawa na pia ni sunna umsalimie mtume eh, manake hapa wajibu ni kumswalia tu, si kumsalimia, yani si kumtumia salamu. Sunna umtumie salamu ni yani, assalamu alayka ayyuha nabiy, amma allahumma salli eh, ala sayyidina Muhammad. Ukimaliza kisha wa sallam, sawa sawa, mpaka hapo. Amir asadisu nguzo ya sita ni addu'a lilmayyit ba'da athalitha, addu'a lilmayyit baada thalitha ni kutia dua kwa, kwa yule maiti eh, addua lilmaiti baada thalitha ni kumwombea dua yule maiti. Na hili ndo lengo la swala ya jeneza, hili ndo lengo la nini la swala ya jeneza. Ni lazima baada ya takbira ya tatu, angalia baada ya takbira ya tatu fanya nini, umwombee yule maiti bikhususi hii yule maiti yule ambayo wamswalia. Kwa mfano ni mwanamume, utasema allahumma ighfir lahu warhamhu wa

Kwa na nah. Siun... ni uzuri mtu ahifadhi na ukiwa sehemu yoyote umuombee maiti kwa dua kama hii. Ni dua imepokewa kutoka kwa Bwana Mtume, na ziko nyingi, hii ndio mashuhuri, ni miongoni mwa mashuhuri sawa. Kwa hivyo ni sunna, lazima afanye, si sunna nguzo ya sita. Ni umuombee maiti, umuombee baada ya takbira ipi? Ya tatu, baada ya takbira ya tatu. Allahu akbar, soma Fatiha, Allahu akbar, msalie mtume, Allahu akbar, umuombee maiti, Allahumma aghfir lahu warhamhu, sawa si nakwambia baada ya swala ya mtume kwenye takbira ya pili ile okay. ya mwisho ile ya mwisho sawa ile ni baada ya takbira ya mwisho ni sunna ile si lazima sawa assabiu assalam nguzo ya saba ni kutoa salamu nguzo ya saba ni kutoa nini mm -hmm. ni <fustlaciones> kutoa salamu. Sasa ni sunna baada ya ta takbira ya nne kabla ya salamu, sasa ni sunna baada ya ta takbira ta, baada ya ta takbira nne hakuna kitu cha lazima cha lazima kuna kitu cha su cha sunna, na ndio hiyo allahumma kulli mayyitin li hayyina wa mayyitin baga mwisho. Kuna aya pia ni sunna zisomo katika takbira ya mwisho eh, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, lakini hakuna kitu cha lazima, hakuna kitu cha nini cha lazima. Yani wewe unaweza kusema Allahu akbar.

Ya tatu dua, yeah. dua, ya yeah. uh -uh. dua ya maiti dua yeah. Ya muuminina si lazima. si lazima. Yeah. Oh, dua so... ya maiti ndo lazima oh. dua oh. ya maiti ndo lazima oh. yeah, oh. okay. Nakwambia lengo aslan wewe ni kumsalia maiti sio oh. oh. uh -huh. <coughs> <coughs> <coughs> mm. Kisha eh, asalamu as ile hapa ni sunna uongeze wabarakatu oh. kwenye salamu ni sunna uongeze wabarakatu. Kwenye swala pale ya kawaida si sunna useme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha. Hapa ni sunna uongeze asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa. Kisha asema sheikh: faslun fi dafn almayyit. Sasa itakuja inshallah Mungu kutupa uhai na uzima, namna ya kumzika yule maiti. Mambo yaliyobaki kwa maiti ni mawili, hii ya kumzika na itakuja hukumu ya kufukua maiti. Atakoshamaliza mambo ya maiti kisha sasa